Karibu katika channel yako pendwa ya FEABOY kwa update zote kuhusu ajira pamoja na elimu. Lakini katika video ya leo, nimekuletea majina ya wale walioweza kuitwa katika usaili katika taasisi mbalimbali za umma, na hii ni mda LGA, ofisi ya msajili wa hazina OTR, mamlaka ya usimamizi wa bandari TPA, wakala wa barabara Tanzania TANROADS, chuo cha mipango ya maendeleo vijijini, tume ya nguvu za Atom Tanzania, chuo cha utumishi wa umma Tanzania, taasisi ya uongozi, mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Tabora, wizara ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tawa. Uh, unachotakiwa kufanya ni kuenda na vyeti vyako halisi kuanzia cheti cha kuzaliwa, kidato cha nne, cha sita na kuendelea, na kama umesoma nje ya nchi hakikisha vyeti vyako vimehakikiwa na taasisi husika kama TCU, NACTVET au NECTA, na kwa kada ambazo wanatakiwa kusajiliwa na bodi zao za kitaalamu, wanapaswa kuja na vyeti vyao halisi vya usajili pamoja na leseni za kufanyia kazi. Majina walioitwa ni kama yanavyoonekana katika video hii. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuweza kuangalia video hii mwanzo hadi mwisho, lakini kupata barua hii join katika grupu letu la WhatsApp, linki nimekuwekea katika description ya video hii. Ratiba ya usajili au ratiba ya usaili wa mchujo itaanza kama hivyo: mwajiri, kada, tarehe ya usaili, mahali pa usaili. Taasisi ya Uongozi, kada accountant officer, tarehe ya usajili au tarehe ya usaili ni tarehe 28 mwezi wa 9 2025. Usaili huu utafanyika kwa njia ya mtandao, kwa hiyo usaili utafanyika kwa njia ya mtandao. Lakini mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania, ict officer 2 scanner itafanyika pia tarehe 28 mwezi wa tisa elfu mbili na ishirini na tano. Usaili huu pia utafanyika kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo usikose video hii ili kuweza kujua tarehe yako ya usaili, lakini pamoja na namna gani usaili utakavyoweza kufanyika <coughs> unachotakiwa kufanya ni kutazama video hii mwanzo hadi mwisho. Lakini PDF hii inapatikana katika grupu letu la WhatsApp; jiunge na grupu, linki ipo katika description ya video hii, na kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na channel ya Feaboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii na wengine, ili waweze kupata na kuweza kuona kama wameitwa katika usaili. Majina ya wale walioweza kuitwa katika usaili, muda si mrefu tutakwenda kuyaonyesha majina hayo, na kwa hiyo kama uliomba kazi na majina yako tayari yameshaweza kutoka Taasisi ya Uongozi, accountant officer, tarehe ya usaili wa mchujo ni tarehe 28 mwezi wa 9. Usaili utafanyika kwa njia ya mtandao online. Utajulishwa kituo cha usaili kupitia akaunti yako ya jirapoto. Kwa hiyo hakikisha unatembelea akaunti yako ya jirapoto ili kuweza kujua usaili utaanza lini na utafanyika wapi, na tarehe ya usaili wa vitendo ni tarehe moja mwezi wa 11, 2025 chuo cha taifa cha utalii makao makuu Dar es Salaam, tarehe ya usaili wa mahojiano ni tarehe tatu mwezi wa kumi na moja. Mahali ni taasisi ya uongozi Dar es Salaam. Jina la mwombaji anwani, na jina la mwombaji anwani. Kwa majina yenu pia mtaweza kuyaona kama jinsi yanavyoonekana hapo majina ni kama jinsi unavyoona hapo. Kwa hiyo hii PDF ni ndefu sana, sitaweza kuizungumzia yote au kuikagua yote, lakini ili wewe kuweza kuipata PDF hii, sasa, unachotakiwa kufanya wewe ni kujiunga tu na grupu letu, ili uweze kupakua PDF yako pale na uweze kuikagua vizuri. Asante na karibu.